Yes, uh, habari wadao mnanifuatilia kwenye YouTube channel ya B Media. Uh, ninashukuru kwa kuwa pamoja nanyi siku ya leo, na nimependa kuanza topic mpya au somo jipya ninalosema hivi kwamba uh, ufuatiliaji eh, na udhibiti wa kelele, nasema kwamba noise monitoring and control. Sasa mara nyingi sana kwenye swala zima hili la kelele, ufuatiliaji na udhibiti wa kelele, wengi wamekuwa kwenye kile kipengele cha kudhibiti kelele, kwa sababu kelele ni kitu ambacho kina kera, ni kitu ambacho mtu asichokipenda, ni kitu ambacho kina mudhi, anakimbilia tu kudhibiti bila kujua namna ya kufuatilia au kufanya monitoring ya ile kelele. Unapoweza kumonita kelele yako au kufuatilia kelele yako, ni rahisi kujua kwa kiwango gani unaweza ukadhibiti, au tumie malighafi aina gani kuweza kuhakikisha kwamba hiyo kelele haikuletei madhara yoyote. Na kwa kwanza pia ni muhimu kwanza tuanze kutafsiri kelele ni nini. Kelele of course ni sauti, na ni sauti ambayo mtu asiyohitaji, inaweza ikayo hiyo sauti ni ni kubwa au ikawe sauti ni ndogo, lakini sauti uhitaji basi asema ni kelele. Chochote ambacho kukera usichofurahiwa nacho ni, ni, ni kelele. Ndio maana eh, sauti ambayo huyu anaipenda inaweza kaa ni kelele pia kwa mtu mwingine right? Eh, sauti yote ambayo haina mpangilio pia inaiuzi ni, ni, ni, ni, ni, ni kelele. Lakini kitaalamu pia ametafsiri kwamba sauti yote ambayo inaweza kuleta madhara kwa binadamu au kwenye mazingira aliyoko nayo pia nayo tunaita nini, ni kelele. Kwa mfano unaweza kuwepo labda kwenye nyumba za ibada, alafu wale ambao wana, kwa mfano, hasa kwenye vyombo vya music vya live band, unakuta vile vyombo ni vingi, kuna gitaa kuna kinanda yes, si ndio? Eh, kuna zile ngoma kick drum na vitu vingine kama hivyo, lakini pia kuna wale waimbiaji wa nyuma tunaita back vocal na ule ambaye anaimbisha ambaye lead vocal, hao wote kuweza kuhakikisha kwamba anatengeneza uyano sahihi wa kila ala ya mziki. Usipoweza kutengeneza uyano sahihi kwenye kila ala ya mziki E, wapo waumini pale watasema kwamba hii nini, hii ni kelele, kwa sababu ujumbe waliotaka kuupokea kwenye ule mziki haujafika kama ulivyo. Lakini pia anaweza kaa pia mtu ana utubwa anafundisha labda ni kanisani au msikitini, lakini kutokana kwamba na namna ambavyo fundi mitambo ameshindwa kutengeneza uwiano mzuri, kudhibiti ile ule, ule sauti sauti yake ule ujumbe haufikiki vizuri, kwa hiyo pamoja kwamba ni neno inaweza kum, kum, kumtia mtu moyo kubadilisha maisha yake, bado ile sauti inapowakera wale wanaosikiliza tunaita kwamba hiyo nini, ni kelele. Kwa hiyo sauti kwa mtu mmoja inaweza ikawa iko sawa, lakini kwa mtu mwingine inaweza ikawa sio nini, sio sawa. Ndio maana tunasema kwamba sauti ambayo tukaitumia kwenye nyumba za ibada au kwenye matamasha mbalimbali ni tofauti na sauti ambayo itahitajika eneo la hospitalini. Hospitalini sauti hata kama ni ndogo inamkera yule mtu ambaye anafanya nini, yuko panda kupumzika au aweze kulala kwa hiyo maanake kelele yake inakuwa ni inatokana kwamba kelele ni sauti yote ambayo inafanya nini, inayokera sasa, au inaweza kuleta madhara. Tuangalie sehemu ya pili sasa. Uh, kabla kudhibiti lazima tuangalie kwamba tunatumia njia gani kupima, si ndio? Au tunatumia njia gani eh, kufanya uchambuzi kwa kina kuweza kuviangalia vile viwango gani vya kelele, kwa sababu kwa mfano eh, eh, unaweza kuta kwamba kuna mtu anaweza kafikiri kwamba ili, ili mimi nipate madhara lazima hii sauti labda nikae labda masaa mawili. Kumbe inawezekana kabisa kwamba ndani ya sekunde moja ukapata madhara ya usikivu kabisa, kama ile sauti yako ni kubwa, ni impact noise inaita kitaalamu, kama ni mlipuko labda boom na uko karibu, na sauti yake ni kubwa sana, kiwango chake kile kinatosha kabisa, ndani within a second, kikaribu kabisa nini E, e, sikio lako. Kwa hiyo lazima tuweze kuangalia namna gani ya kupima. Sasa nime, ni, mimi katika kuwa kwenye tasnia hii ya, ya, ya kutawala vifaa vya muziki nimefika baadhi ya maeneo mengine, nakuta kwamba wengine wanatumia kipimo kwa kutumia DJ. Nilikuwa kwenye sehemu moja hivi uh, DJ moja huu, uh, mziki ni mkubwa, na ukiupima kwenye sound meter inaonekana kwamba ile sauti ni kubwa, lakini yule bwana anasema kwamba sauti nini ni ndogo. Kwa kichotokea ni kwamba ikabidi bwana anasema mimi nileteni monitor. Chukua monitor kama hii hapa. Alafu na monitor yenyewe iko hapa, anakaa almost kama mita moja, yuko na ile nini ile turntable yake ile ya DJ, anafanya scratching lakini, yuko mita moja. Ukisoma kwenye vipimo vya hii spika vinakuambia labda ufanisi wa hii spika, labda unahitaji tu kwamba watts moja inaweza kutoa shinikizo la sauti kuanzia zaidi ya 90 dB, maana maanake 94 dB. Kwa nini? Kwa watts moja. Sasa assume kwamba tuseme mfano kwamba umeweka hapa wati zako ziko mia mbili au ziko mia tatu Unaweza ukajiuliza, kwamba e, iko kiwango cha shinikizo la sauti itakuwa ni kiasi gani, kama kwenye wati moja ni zaidi ya dB tisini na mbili au tisini na nne na wewe umekaa mita moja, na hii umeifungulia mpaka kile kitaa cha nyuma kule cha limit, na kwamba sasa iko maximum, na mtu anakaa hapa kwa muda wa wan, nusu saa, muda wa lisali moja, masaa mawili, masaa matatu, unaweza kujua kwamba huyu mtu anapata madhara ya kiasi gani. Sasa DJ kama huyu ukamwachia kwenye ukumbi ukamwambia, bwana, sasa speaker zetu na zile kule mbele, haya tupimie kiwango cha sauti ambacho kinafaa kwenye ukumbi huu. Ninakwambia mwisho wa siku utajikuta kwamba ule ukumbi mzima wote amekuwa ni viziwi. Na hili jambo, ndugu zanguni, tunakutana nalo mara kwa mara, hata kwenye nyumba pia za ibada. Unakuta wale ambao wanakaa kwenye upande wa vile vichanganya sauti, kwenye mixing console, unakuta sauti ni kubwa kupita kiasi Ukimwambia bwana punguza nakwambia kwambia bwana hii sauti nini? Hasikii vizuri. Unakuta wale ambao wanaimbia madhabahuni maana yake waimbaji wale wa miziki ya Injili au miziki ya gospel. Unakuta zile monitor pale mbele zile mezeka zile monitor pale. Sauti yake ni kubwa. Yaani uhitaji hata zile speaker ambazo zina zinaangalia zina, zina, zina hadhira au zinaangalia wale waumini. Kwa sababu zile monitor zenyewe sauti yake nasikika mpaka mwisho wa ukumbi. Sasa unaweza kajiuliza kwamba huyu aliyekaa karibu ya hiyo speaker anasema hasikii. Hiyo sauti ni kubwa kiasi gani? Hili ni, ni changamoto kubwa sana. Tukiruhusu tukiruhusu watu watupimie sauti inayotufaa kwenye nyumba za ibada au kwenye kwenye kwenye kwenye kumbi za sherehe, huwe na uhakika kabisa kwamba mwisho wa siku tutaenda kuzalisha taifa ambalo na watu ambao ni viziri. Kwani muhimu tuwe na kifaa ambacho cha kupima ambacho kifaa hiki kimethibitishwa kitaalamu, kinaweza kutumika, kila mmoja akaangalia, akasema hii sauti ndio inayofaa, hata kama huyo mtu ambaye anasikiliza anasema hii sauti kuwa haifai. Na kifaa hiki ambacho tukiangalia hapa ni kifaa ambacho cha kupima sauti au tunakiita sound meter au, au kwa jina lingine inaitwa sound pressure level meter kipima kipimaji kipi, kipi, kipi cha shinikizo la sauti kinachopima kiwango cha shinikizo la sauti. Na kifaa hiki kinafanya kazi namna hii. Maanake kinachukua ule mtetemeko wa, wa, wa, wa, wa chembe chembe za hewa, kwa sababu mtu unapoongea unajua kabisa kwamba unatetemesha hizi sauti, unatetemesha nini, e, sauti, unatetemesha hewa. Na hii hewa imetoa chembe chembechembe, na kwenye chembechembe hizi -chembe za hewa kitamu tunaziita kwamba hizi nini ni mata. Na ukishasema mata maana yake ni kitu chochote kile ambacho kinaweza kikawa kina masi na kikachukua nafasi. Kwa mfano ninataka kusema hivi kwamba hii uh, maka pen ni mata, kwa sababu hii mata uh, ina, ina, ina, ina uzito, lakini pia inachukua nini? Inachukua nafasi, ni kiasi kwamba nikiwa na kibox changu nika nikaweka eh, nikaweka maka pen nyingi itajaza, sababu it's taking a space. Kwa kadhalika pia na, na, na hewa tunaiona hii hapa ambayo ni atmospheric E, ambayo iliyoko hapa hii ni mata. Ndio maana tukachukua hewa ukaingiza kwenye nini, kwenye kwenye puto eh? Kwenye puto ukipuliza ndani ya puto linajaa, na likijaa ukitoboa, inapopasuka, ina maana kwamba ile hewa inatoka sababu ile nini, ile ni mata. Kwa hiyo unapoongea, unajua unatikisika kitu ambacho kabisa kina nini, kina uzito. Kinapotikisa sasa hii maiki yako, ndio kinaingia kwenye hii ile eneo ambayo tunasema la uchakataji inachukua ile sauti inaibadilisha, inakuwa e, nishati ya umeme, na ile nishati ya umeme ndio ambayo inachakatwa, na baada yake utaona namba zinatokea hapa kukuambia kiwango chako cha sauti, labda ni ni dB 50, 60, 70, 80 au tisini kwa kwenye hiki kis ki, ki display chako ikikio chako hapa utaona imeandikwa in terms of dB, naweza kawa ni themanini. Wengine nasema ni dBA au dBC au dBZ, tutajua so, kuangalia huko mbele nini maana dBA, dBC na dBZ. Na kwa kusaidia zaidi labda nikuonyeshe sound meter, iko hapa. Hii ni, hii ni sound meter. hii ni sound meter. na ninapoongea unaweza kaona hapa hizi uh, namba nazo kama, kama, hii ni kama ile dashboard ya kwenye gari. Utaona kama nikiongea in, na inasogea mbele, lakini hizi namba nazo zinabadilika. Maana yake hii inapima eh, kiwango cha sauti, hiki kiwango kina volume kiasi gani. Kwa mfano labda nikitaka kujua kwamba nikigonga hii meza ina sauti kiasi gani, naweza kaona, na hapa pia napo itasoma. Kwa hiyo maanake uh, kinachotokea ni kwamba microphone ni hii hapa. Hii mita imetengenezwa ni microphone ndio hii hapa. Lakini sehemu ambapo inachakata kuna circuit kuna inachakata, lakini hapa ndio display. Kwa kazi ya hii microphone ni kubadilisha mtetemeko kwenye ishara za umeme. Kwa hiyo ishara za umeme zina uhusiano moja kwa moja na kiwango chako cha kutetemesha. Ukitetemesha sana kwa nguvu kubwa na kadhalika, na hii sound meter hapa itasoma namba kubwa zaidi. Sasa, baada ya kuweza kupima na kuchambua na kujua sauti yako ina ina, ina ukubwa kiasi gani na kuoanisha na vile viwango ambavyo vimetolewa, labda mfano shirika la afya duniani au vilivyotolewa na e, baraza letu la, la taifa la hifadhi na usimamizi wa mazingira Nemki, sio kuna, kuna mwongozo kule, ameweka kule ndani viwango gani ni sahihi. Ukishajua sasa hivyo vitu, unaingia kwenye hatua ambayo ni ya msingi, mikakati ya kudhibiti sauti yako. Sasa unawezaje kudhibiti ile sauti ili ifuatane sawasawa na kanuni ambazo zipo kwenye upande wa mazingira. Sasa hizi hapa ndio mbinu mbalimbali ambazo ni muhimu kuziangalia, unafanyaje ili kwamba hiyo sauti isiweze kukera, lakini hiyo sauti iweze kuwa ni sauti ambayo watu wataifurahia, ni sauti ambayo itafanya pia watu waweze kustarehe, watu waweze kupumzika. Kwa lengo kubwa la hili somo ni kukufikisha mahali kwamba eneo la kazi, sehemu za kazi, sehemu za ma, makazi maanake, sehemu za kuishi basi watu waweze kuishi vizuri sehemu za hospitalini na vitu kama hivyo maeneo kama sokoni. Nafikiri kama ushae kwenda maeneo kama Kariakoo unaweza ukajua kwamba zile sauti wakati za polia mara mia tano mia tano elfu moja elfu moja sio sumu ya panya sumu ya panya si magauni majenereta zile kelele. Ukienda na saundi mitago ukapima namna hii unaweza ukajua kwamba zile noise ni kubwa, ukikaa pale kwa muda mrefu, ukitoka eneo la kelele kasi kama kama, maana yake kiwango chake cha kelele ni hatari. Kwa mazingira mengi ambayo tuko nayo yana changamoto kubwa sana, kwa ni muhimu katika shule tunapojifunza, tutajua muhimu gani kwanza kuepuka hizo sauti na ni madhara gani yanaweza kutuletea walengwa na watu gani ambao sasa ni muhimu sana ku katika somo hili. Of course yote ambayo anasikiza sauti, basi ili somo linamhusu pia, lakini pia uh, watu ambao pia wako kwenye maeneo mbalimbali, kwa mfano vile viwanda vya matofali, viwanda vingi matofali vina sauti. Unajua kwamba ni kwa muda gani unatakiwa kukaa kwenye vile viwanda visiweze vi kukaribia masikio yako, unapiga asubuhi hadi jioni na sauti yake ni kubwa, unaweza kufika mahali ukapata madhara fulani fulani ya kiafya. Lakini wasanii wa, wa muziki ya kawaida na muziki ya, ya, ya gospel, ni muhimu sana kuweza kujifunza, lakini wale ambao pia wanakaa wanahutubu maeneo mbalimbali, wachungaji, e, mashehe E, wanasiasa basi ni muhimu sana kuweza kujua umuhimu huu, lakini pia hata waandisi wale ambao wanatengeneza kwenye upande wa manufacturing wanatengeneza kwa kama mashine mbalimbali za generator hizi wanatengeneza e, kwa mfano kama SIDO wanatengeneza hizi mashine kwa ajili ya kusagia e, kusaga mahindi unga na vitu kama hivyo, ni muhimu sana kaweza kujifunza. Au wale ambao wanafanya kazi kwenye eneo ambalo la kusaga e, unga mashine za kusagia unakuwa pana a lot of kelele. Ni muhimu pia wale ambao wanafanya biashara hizo pia kujua kwamba, kama unajua kwamba mashine hizi zinatoa sauti kubwa, unawezaje kuziweka zile mashine kwa namna ambayo zitaweza kuhakikisha kwamba zitasababisha kero kwa watu wengine, lakini unaweza kuwalinda pia wale wafanyakazi wako kwamba masaa gani wawezi kukaa kwenye hiyo, hiyo sauti ili isiweze kuwaletea madhara. Kwa hivyo ni vitu vya msingi sana ambavyo vinaweza kukupa hizo mbinu, lakini kuna wale ambao pia wana wamekeza biashara zao kwenye mambo ya apartment. Wametengeneza apartment mbalimbali za kuishi wametengeneza apartment mbalimbali za kuishi. Hawa watu pia ni muhimu pia elimu kuweza kuipata, kwa sababu kuna wengine ili waweze kupata biashara, wapendi makelele pia lazima ujue namna ya kuplan zile apartment zako. Kama utakuwa na apartment umeweka mahali na ndani ya apartment kuna mahali pana restaurant, unataka uweke mziki kidogo, kwa hiyo lazima ujue namna ya kuyatengeneza yale mazingira, kuyaplani vizuri, ili ya kwamba yale mazingira yasije ya karibu biashara yako, lakini pia asilete madhara kwa watu ambao wanao kuzunguka, ila pia watu ambao wako kwenye maofisi pia. Kwa mfano nakuta labda mfano e, e, kuna chumba ambacho bosi anakaa, singependa pia kwamba akiongea vitu akinogosheti na na na, na na na mteja e, basi hizo sauti zisikike kila mahali kwenye kwenye department nyingine, lazima ujue namna kucontrol hiyo sauti kutoka kwenye chumba kimoja kwenda kwenye chumba kingine. Wale ambao wapo kwenye maeneo ya studio, kwa ili somo kwao ni la muhimu sana. Labda mfano, umeweka studio yako karibu na barabarani, pia usingependa zile sauti ambazo zasikika nje ziweze kuingia kwenye studio yako. Lakini pia utajua kwamba napotaka kujenga studio ni maeneo gani nijenge studio ili kuhakikisha kwamba naweza kudhibiti zile kelele kwa bei nafuu, lakini pia naweza kupata kile ambacho natakiwa. Lakini kuna wale ambao pia watumishi wa Mungu ambao au edha ni, ni, ni, ni Misikiti, au ni makanisa wanataka kujenga nyumba zao za ibada, wajengeje zile nyumba za ibada kwenye maeneo gani? Na kama je, hizo nyumba za ibada zimejengwa katikati ya eneo ambalo lenye kelele mabarabarani, mabasi mbalimbali yanapita mikoani na nini au malori, na kiasi kwamba wakati wanafundisha basi hakuna usikivu unaostahili basi ni muhimu sana waweze kujifunza somo hili, kwenye upande wa mashuleni. Kwa hiyo hii ni topic ambayo ni pana sana, lakini ukijua inaweza kuleta manufaa sana kwenye nchi yetu inaweza E, kuongeza kiwango cha ubunifu kiwango cha creativity na kwa wale waandishi pia wakaweza kuandika vitabu mbalimbali mbali, kwa sababu mahali penye kelele pana kero, na huwezi kufanya maendeleo mahali ambapo kelele ni kubwa kupita kiwango ambacho kinaruhusiwa kitaalamu. Basi nikushukuru kwa kunifuatilia kwenye subject hii, na leo ni introduction. Basi nikushauri kwamba subscribe kwenye YouTube channel hii ya Beem Media, ili kwa mapindi masomo haya yanapokuwa yanapoachiliwa basi wewe uweze kuyaona uweze kuwa kwanza kuyaona. Ni kutakie siku njema na Mungu akubariki. Tuonani tena kwenye kipindi kingine, asante. Kujifunza zaidi kanuni za msingi, unaweza kupata kitabu hiki cha kutawala vifaa vyako vya muziki kwa gharama ya pesa za kitanzania shilingi elfu ishirini tu.